Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezipa fursa sawa kata zote bila kujali eneo ambalo kata hiyo inapatikana, iwe mjini au kijijini, haikuwa kigezo cha kuipelekea maendeleo, bali popote walipo Watanzania maendeleo yamefika. Kata ya Lualaje inayoundwa na vijiji viwili vya Mwiji na Lualaje ni kati ya kata zilizoshuhudia mabadiliko makubwa ya kimaendeleo wakati wa serikali ya awamu ya sita chini ya rais Daktari Samia Suluhu Hasani, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wanafunzi kutoka katika kata hii walikuwa wanafuata elimu ya sekondari umbali mrefu wa zaidi ya kilometa 40 ili kupata elimu, lakini kwa sasa zaidi ya milioni 400 zimejenga sekondari kata ya Lualaje. Wananchi wa kata hii walikodi pikipiki piki kwa zaidi ya shilingi elfu thelathini ili kufika barabara kuu kupata usafiri na kwenda wilayani au mkoani. Lakini baada ya barabara kufunguliwa, mabasi yanapatikana Lualaje na kwa sasa mwananchi analipa shilingi elfu kumi na saba kufika mkoani, jambo ambalo ni historia. Wakati tunaingia mwaka 2020 tulikuwa na changamoto kwenye suala ya elimu na changamoto ya kwanza kulikuwa na changamoto ya upungufu wa madawati. Changamoto ya pili ilikuwa ni walimu, na changamoto ya tatu ilikuwa ni miundombinu. Kwa upande wa madawati, mpaka sasa hivi tunazungumza 2025, kata ya Lualaje haina mwanafunzi hata mmoja anayeketi chini. Watoto wote wanakaa kwenye madawati na tuna akiba ya madawati. Kwa upande wa walimu ambapo kwa miaka mitano tumepata jumla ya walimu kumi na mbili kwenye kata hii ya Lualaje, kitu ambacho kilikuwa kiwezekani. Lakini kwenye upande wa miundombinu tulikuwa na changamoto sana ya matundu ya vyoo, matundu ya vyoo kwa shule zetu zote mbili kabla ya tatu ya Mpembe hajasajiliwa, lakini baadaye tukapata shule pia ya msingi Mpembe. Lakini sasa hivi kwa upande wa shule ya msingi Lualaje pale upungufu wa vyoo sasa hakuna, lakini pia serikali ilitupatia fedha nyingi sana kwa ajili ya kuongeza miundombinu ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya msingi Mpembe vyenye thamani ya shilingi milioni hamsini matundu matatu ya vyoo yenye thamani ya shilingi milioni sita na milioni kumi na moja kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo. Kwa hiyo mkondo huu wa isoto, na matundu ya vyoo ya kutosha kabisa na miundombinu iliyokamilika, na sisi tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imeendelea kutusaidia kwenye idara ya elimu na kuongeza ufaulu kutoka asilimia sitini ya awali na sasa tunafaulu kwa asilimia tisini. Lakini pia ndani ya elimu hiyo hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tulipata mradi wa sekondari. Kwa kweli katika hili lazima tuwe na hekima kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, mbunge wetu Masache Njelu Kasaka, baraza la Waheshimiwa madiwani linaloongozwa na Bosco Mwanginde, tulipata mradi wa sekondari kutoka serikali kuu ambapo mpaka sasa Sekondali yetu ya kata Lualaje imekamilika na imeendelea kupokea wanafunzi na sasa ipo kidato cha 3. Na ukiacha tu kupokea mradi wa sekondari kwa maana ya miundombinu iliyopo, lakini pia tumepokea walimu wa kutosha. Kwa kweli tuipongeze sana serikali kwa umetuona, na hatukutegemea kama ipo siku Lualaje itakuja kuwa na sekondari. Wanafunzi wa kata Lualaje wako nasoma Isangawana ambapo umbali ni kilomita 72. Kwa maana unachukua umbali wa kilomita kutoka Lualaje mpaka Lupa Tingatinga alafu nazitafuta kilomita 32 za kutoka Lupa Tingatinga mpaka Isangawana. Lakini pia watoto wetu walihatarishwa sana maisha, kwa sababu wakati wengine wakiwa wamekosa nauri walikuwa nakatisha njia mkato ambayo ilikuwa inapita poli kwa poli kwenda kutokea Matwiga ambapo umbali wake ni kilomita kati ya 40 mpaka 45. Watoto wengi walivyo walivyo kwenda kulipoti shuleni hawakuweza kuendelea na masomo yao kulingana na changamoto za namna ya kuishi, unakuta wanapanga kwenye wanapanga mitaani lakini changamoto ya mitaani nafikiri tunaijua, wengi wote tunaijua changamoto ya wa watoto wetu akiwa kule mitaani, kwao wengi walirubuniwa na wengi wao waliacha shule. Lakini kwa sasa tunajidai na kujivunia kwa sababu watoto wetu wakisharipoti sekondari yetu ya Lualaje wanasoma kwa uhuru, kwa mda unaotakiwa, na wanapata masomo vizuri kabisa bila shida inayoyote. Upande wa afya, kwanza Lualaje tulikuwa na zaanati moja ambayo ilikuwa inaitwa zaanati ya Lualaje kwenye kijiji chetu cha Lualaje lakini elfu mbili na ishini tunaingia tukiwa na watumishi wawili tu, lakini kwa namna ambavyo serikali imeendelea kufanya kazi mpaka sasa hivi ile zahanati ya Lualaje inao watumishi wanne kwa sasa. Lakini zahanati imeboreshwa, imeimarishwa, imejengewa mifumo, lakini pia imefungiwa sola, kwa maana huduma za, za, za, za kinishati zinapatikana. Lakini pia sasa hivi tunao ujenzi wa nyumba ya watumishi pale ambao unaendelea nao, mpaka sasa tumeshapaua tunaendelea na finishing lakini kubwa zaidi ni kupata zahanati kwenye kijiji cha Mwiji. Tangu kijiji cha Mwiji kimesajiliwa mwaka 1980 hakikuwahi kuwa na zahanati, lakini kwa sasa tunao zahanati nzuri kabisa pale. Tunao wataalamu wetu wawili pale kwa maana ya nesi na muuguzi, na, na, daktari wako pale wanatoa huduma. Kwa hiyo tumepunguza, tumepunguza wingi wa wagonjwa kwenda kuhudumiwa kwenye zahanati ya Lualaje. Sasa hivi wagonjwa wanagawanyika wa Mwiji wanahudumiwa wa Mwiji, wa Lualaje wa wa wanahudumiwa wa Lualaje, na tuna mpango wa ujenzi wa kituo cha afya. Tulikwishaanza msingi kwa maana ya jengo la OPD, lakini tunashukuru serikali. Hapa hapa katikati alikuja Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, akiwa pale Sangambi alitamka Chunya kupata kituo kimoja cha afya. Kwa kushikiana ofisi ya mbunge, baraza la madiwani, mkurugenzi, wamependekeza kile kituo cha afya kije Lualaje. Kwa hiyo tutakuwa tumepata kituo cha afya ambacho wa, wagonjwa wetu sasa wakipata rufaa za kwenda kituo cha afya watakwenda hapo hapo Lualaje, badala ya kwenda Rupa, ambapo na umbali wa kilomita 40. Lakini kiujumla kwa kweli wanaishukuru sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, wanamshukuru Mheshimiwa mbunge, wanashukuru baraza la madiwani kwa namna ambavyo wameendelea kusimama kidete na hasa baada ya kuwaletea watumishi ambao ndio ilikuwa changamoto kubwa. Sasa hivi tunao tunao watumishi watumishi wa wa kutosha kutosha, hata kama watoshi sawasawa, lakini tunao watumishi wa kutosha, kutoka watumishi wawili hadi sasa kufika watumishi sita. Kwa upande wa miundombinu kwenye kata yetu ya Lualaje tulikuwa na changamoto kubwa sana. 2020 tunaingia, kulikuwa na changamoto hata ya vyombo vya usafiri lakini sio vyombo vya usafiri tu, hata wakati fulani watumishi wakipangwa Lualaje walikuwa na waza sana namna ya kusafiri kutoka Rupa kuja Lualaje. Hicho ndo kilikuwa kikwazo kikubwa. Mheshimiwa Rais kwa mapenzi yake mema na Mheshimiwa mbunge kwa kuona uchungu wa wanaLualaje, tulipata jumla ya shilingi milioni 500 ambazo hizi zilifanya marekebisho ya takriban kilometa kumi na tatu. Lakini baadaye tukapata shilingi zingine milioni sabini na tano ambazo hizi zikafanya marekebisho ya kilometa tatu. Baadaye tukapata milioni arobaini na tano, ambazo hizi zifanya marekebisho ya kilometa kumi na mbili kwa hiyo kupitia fedha hizo zilisababisha barabara ya Lualaje sasa ipitike moja kwa moja na kusababisha sasa wadau mbalimbali kuanza kuingiza vyombo vya usafiri akiwepo ndugu yangu Safina kuruhusu ba, ba, baadhi ya magari yake sasa yalale Lualaje ili yafanye ruti za kutoka Lualaje kuelekea Mbeya. Kabla ya hapo kutoka Lualaje mpaka Rupa kwa bodaboda kwa F30. Ukisha piga F30 mpaka Rupa ndipo napanda gari kutoka Rupa kwenda Mbeya shilingi 15,000. Lakini sasa hivi unakalia kiti Lualaje kwenye basi mpaka Mbeya kwa shilingi 17,000. Kwa hiyo imepunguza gharama kubwa sana. Una uwezo wa kutoka Lualaje asubuhi, ukafika Mbeya ukafanya shughuli zako na jioni ukarudi kalala Lualaje. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita. Kwa kweli hiyo daraja ile kesi imekwisha. Jumla ya shilingi milioni 250 zilipatikana, mradi umejengwa, daraja la kisasa kabisa, daraja pana, yaani linasubiri tu ni lami. Sasa hivi haipo tena ile hali ya mama zetu ku, ku, ku, hangaika, hangaika, watavukaji na watoto wetu wanafunzi, kwa sababu ilikuwa inafikia wakati ukifika mwezi wa tatu, wakati wa masika, watoto wa shule hawawezi kuja shuleni kwa sababu daraja hakuna na hawawezi kuvuka kwenye mto ni lazima papatikane daraja na ile daraja la ambalo lilikuepo li, maji yalikuwa yanajaa mpaka juu wakati fulani linasombwa na maji. Kwa hiyo yote haya ni jitihada za serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi binafsi watu wa Lualaje, kwa niaba ya wananchi wa Lualaje, tunamshukuru sana sana sana kwa sababu kuna asilimia zaidi ya 80 juu ya miundombinu ametusaidia sana. Sasa hivi Lualaje hata mtumishi akipangwa kuja Lualaje akiondolewa analalamika, anataka endelee kuishi Lualaje, anaendelea kutumikia Lualaje kwa sababu ana uhakika wa kuishi, lakini pia wananchi kwa ujumla walifurahia sana jambo hili kwa sababu limefungua biashara zao. Sasa hivi Lualaje, kabla ya hii barabara, debe la mahindi Lualaje ni kwa nazo kwa shilingi 2500 mpaka 3000, leo debe la mahindi Lualaje ni shilingi elfu kumi baada ya kufungua tu kwa barabara. Kwa hiyo wananchi wanapata faida nyingi sana kupitia hii barabara. Leo hii nilikupeleka tu, hata baadhi ya maeneo unawakuta watu wa Kigoma wamekuja wako, wako, wako kufanya biashara, unawakuta watu wa Kahama, unawakuta watu wa Singida wapo. Kweli kwenye suala la mawasiliano hasa kwa upande wa mitandao, changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Ukizingatia mazingira yetu, ilikuwa haina mnara hata kidogo. Na ili ili uweze kuwasiliana na mtu, ni lazima upande kwenye kisugu. Ni rehema tu za Mwenyezi Mungu aliteua pale mahali nyumbani kwa mwe, kwa mheshimiwa mwenyewe ndo pakana network. Kwa 90% ya wananchi Lualaje kwa nakuja kwa mheshimiwa pale kupata network. Mungu washukuriwe serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano ishukuriwe tukawa tumepata mnara wa, tume wa Titicelo kwa mara ya kwanza, tukawa tumepata mnara wa Voda kwa mara ya pili na sasa tuna mnara wa Yas. Kwa hiyo tunayo minara mitatu kabisa Lualaje na wanafanya kazi vizuri kabisa. Interneti za kutosha, kwa hiyo Lualaje tuko mjini. Hata wakati tunawaelekeza kwamba umeme unakuja Lualaje, wananchi hawakuamini. Kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa kama ndoto. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nguzo lilianza kushuka Lualaje na mwaka elfu mbili na ishirini na nne kijiji cha Mwiji kikawashwa umeme na kijiji cha Lualaje kikawashwa umeme. Kilichobaki ni swala la kusambaza umeme kwenda vitongojini, lakini kwa bahati nzuri, katika vitongoji vyangu kumi na nne kwa awamu hii, vitongoji vyote vimeingizwa kwenye mpango wa kusambaziwa umeme. Nimeona bajeti, nina uhakika na hiki ninachokisema, baada tu ya serikali kumaliza taratibu zote zoezi la kusambaza umeme litaanza. Maendeleo hayaji kwa kuota, yanakuja kwa hatua kwa hatua. Moja ya kwanza ni kuwasha umeme makao makuu ya vijiji, hatua ya pili ni kusambaza vitongoji. Sisi tuna imani na serikali yetu na tuna uhakika umeme utawaka kwenye vitongoji vyote. Kwenye upande wa maji, tumekuwa na changamoto sana, kwa sababu mpaka sasa kwa kata ya Lualaje maji salama na safi tunao pale ni shule ya msingi tu Lualaje, ambapo tulipata ufadhili wenye thamani ya milioni milioni 33 na ofisi ya mkurugenzi tusaidia kati ya shilingi milioni sita ili kuhakikisha tunakamilisha ule mradi. Kwa hiyo pale shule ya msingi Lualaje wanafunzi wetu na waalimu wanapata maji yaliyo safi na salama. Imefungwa pampu pale, maji yanapatikana vizuri kabisa bila shida. Lakini pia niendelee sana kuishukuru serikali, mpango wa bajeti una u... huu unaokuja sasa wa 2025/2026 tumepata tumepata bajeti kwa ajili ya kuchimba visima virefu kwenye vijiji vyote viwili kwa maana kijiji cha Lualaje na kijiji cha Mwiji, baada tu ya utekelezaji wa bajeti kuanza, naamini kabisa kwamba miradi hii itaendelea kutekelezwa kwenye kata yangu ya Lualaje. Mheshimiwa diwani Lualaje, wa kata ya Lualaje Mheshimiwa Tusalim Mwaijande ameongoza wananchi wake kuishukuru serikali ya awamu ya sita, huku akisema uwezo na uhuru wa kusema umetokana na hali ilivyokuwa awali ukilinganisha na sasa. Mheshimiwa Mwaijande amesema yeye pamoja na wananchi wake Lualaje, wa kata ya Lualaje wamepanga kumshukuru mheshimiwa rais mwezi Oktoba. Hivyo kwa sasa wanaendelea na maandalizi ya namna ya kumshukuru. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Lualaje nichukue fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza sana mheshimiwa rais ambaye pia ndiyo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya kwa Watanzania wote lakini hasa kwa Wanalualaje ukipiga hesabu kwa hayo kwa hizo fedha nilizozitaja ni fedha ambazo Lualaje hatukutegemea kama ipo siku tutapata. Sisi hatuna nyingine ya kumwambia mheshimiwa rais zaidi ya kumjazia kula mwaka 2025, muda utakapofika wa kujaza kula kwenye box, na sisi Lualaje inawezekana tukaongoza kwa wilaya hii ya Chunya, pengine hata kimkoa, kumjazia kula nyingi sana mheshimiwa rais, kwa sababu wananchi wanajua na sisi viongozi tunajua namna ambavyo kazi imefanyika. Niwatake sana wananchi wa kata Lualaje tumefanya haya kwa ushirikiano, si mimi binafsi, kwa ushirikiano. Tulikuwa tunakwenda tunasikiliza kero kwao, wanatuambia kitu kipaumbele chao cha kwanza, kipaumbele chao cha pili, na mimi kama mwakilishi wao nilikuwa nachukua na kuyapeka kwenye baraza la waheshimiwa madiwani, ambao kwa namna moja au nyingine waliweza kuniunga mkono na hatimaye kuileta hii miradi kwenye kata ya Lualaje. Lakini simsahau mheshimiwa mbunge kwa sababu pia tumekuwa tukiwasiliana naye kwa ukaribu sana namna ambavyo kata hii ilivyo, jiografia yake ilivyo. Kwa hiyo naye kwa namna moja au nyingine amesimama kidete sana, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana mwenyekiti wangu Bosco Mwanginde kwa namna ambavyo wamekuwa akisimama kwenye baraza la madiwani kuhakikisha ile miradi ambayo imelengwa kupelekwa Lualaje basi inafika Lualaje. Niwaombe sana wananchi wa kata a Lualaje kwamba wakati ukifika tuchague viongozi wale tunaoona sasa hawa watatupeleka kwenye kwenye ahadi, kwa sababu wao wanafahamu kwanza nilivyoikuta hii kata. Kwa hiyo ukimuuliza mwananchi wa Lualaje anajua Mwaijande amefanya nini kwenye hii kata. Wananchi wa Lualaje wakiwakilishwa na mchungaji wa kanisa la TAG Mujidi, ndugu Blazia Hende Mwangu pili na Gilbert Mwasonya wanasema yaliyofanyika Lualaje hayakutarajiwa, hivyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anastahili pongezi huku wakisema wao kama Lualaje watapeleka salamu kwa mheshimiwa rais mwezi Oktoba. Kwa kweli serikali ya awamu hii imetufanyia mambo mengi makubwa kwenye kata yetu ya Lualaje. Kwanza kabisa nitayaangalia mambo machache ambayo yamefanyika japo yako mengi katika kata ya Lualaje. Hatujawahi fikiria kuwa na usafiri wabasi, wa basi, lakini kufitia mheshimiwa diwani pamoja na mbunge wametuwezesha kupata barabara nzuri ambayo imewezesha kuwa na usafiri wa mabasi ya uhakika kila siku, usafiri wa kwenda Mbeya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo namba mbili, wametuwezesha kupata sekondari nzuri yenye viwango vizuri na wametuletea na walimu wazuri ambao kwa kweli wanajituma kwa kazi. Namba tatu, wametujengea kituo cha afya hapa mwiji, mwiji ambacho kinaendelea kutusaidia wananchi. Wapo walikuwa wanahangaika wakienda umbali mrefu kupata huduma, lakini kwa kweli wamejitahidi katika awamu hii kutujengea hicho kituo cha afya zahanati hapa mwiji. Pia wametujengea uzio wa mnada wa ng'ombe ambao ni wa kisasa kabisa. Sehemu zote haupo, lakini hapa tumependelewa kwa kweli, tumepewa huu mradi. Ni mambo mengi kweli wameyafanya. Kwa hiyo nashukuru sana kwa uongozi huu uliopo ndani ya miaka mitano ya uongozi wa mama Samia Suluhu Hasani amefanya mambo makubwa pamoja, ikishirikiana na mbunge na diwani. Mambo hayo ni pamoja na barabara, shule sekondari, pia daraja, daraja ambalo lipo kijiji cha Lualaje, daraja hilo ambalo hatukutegemea kuwepo, yani kuuhalisia, yani kipindi hiki rais, pengine ingewezekana kama mama huyu angeendelea, pengine kuwa rahisi basi angeendelea kuwa rahisi moja kwa moja, kwa sababu katiba zinakataa basi. Lakini kwa ufupi Samia Suluhu Hassan alifanya jambo kubwa sana, tunaamini atafanya mambo makubwa zaidi kwenye kijiji hiki. Wanafunzi wa shule ya sekondari Lualaje kwa furaha kubwa wameshukuru uwepo wa shule ya sekondari ya kata ya Lualaje, wengine wakisema wazi kwamba isingekuwa kujengewa shule hiyo, basi wangeacha shule na wengine wangekuwa kwenye mashamba ya tumbaku kufanya shughuli mbalimbali, ili hali umri wao hauruhusu kufanya shughuli hizo. Wanafunzi hao kwa niaba ya jumuiya yote ya Lualaje sekondari wanapeleka ahadi yao kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uongozi wa serikali kwa ujumla kwamba ni kufanya vizuri kwenye masomo yao. Shule isingekuwepo hii, watu wengi sana kwanza wasingeenda shuleni wengine wangeishia mashambani kulima tumbaku. Mimi kwa mimi hapa, ningekopa Isangana ambapo ni mbali sana kutoka huku Lualaje, au huku mji ni mbali sana. Naishukuru serikali, rais wetu Samia, na mbunge wetu Masache, na diwani wetu pamoja na viongozi wote. Nashukuru hata walimu kwa kuendelea na kutufundisha vizuri. Nashukuru sana kwa shule hii hapa ilipojengwa kwa sababu bila ya hapa kujengwa yani shule, sababu ipo distance ya mbali yani kama kutoka hapa na Isangawana, kwa ukweli nisingeweza kunani kuvumilia kwa, kuna maana ningeweza hata kuacha shule. Shule hii tangu jengo, imetusaidia wanafunzi kuelimika. Isingekuwa hii shule, pengine tungekuwa tunapiga misimu ama tungeacha shule kabisa. Tunashukuru ametuletea vifaa vya maabara, inatusaidia katika Chama cha Mapinduzi ndiyo wasimamizi wa serikali katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali kwa wananchi wake kupitia ilani ya uchaguzi. Katibu mwenezi wa chama hicho kata ya Lualaje, ndugu Gabriel Hezroni Mwamlangala anasema ilani imetekelezwa ipasavyo. Mwamlangala ameongeza kuwa wananchi wa Lualaje sio wakimya, wakipenda kitu, kupitia miradi ya maendeleo inayotekelezwa Lualaje tayari wameshatoa maoni yao kwa chama kwa ujumla. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi mazuri na tumeyapenda, lakini pia na kuyapokea na kuyafanyia kazi ametotea sekondari sekondari ya Lualaje ambayo ilikuwa ni chachu kwa wananchi, lakini tulikuwa wanafunzi walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 25 kuifuata sekondari nyingine, lakini kwa sasa watoto wanasomea karibu. Lakini kitu tunachokishukuru kingine kwenye serikali ya Samia Suluhu Hassan ni ujio wa kituo cha afya cha Kata. Tumefurahi sana kwa maana watu walikuwa wanatoka hapa Lualaje kwenda Rupa zaidi ya kilomita 50 kufuata huduma za kitabibu, hivyo sasa kwenye ujio huu wa kituo cha afya kutasaidia kupunguza adha na vifo vya mama na watoto pamoja na magonjwa mengine. Lakini pia tunashukuru kwa kutuletea daraja, daraja ambalo lilikuwa linatenganisha ng'ambo na ng'ambo kwa maana e, ya Lualaje na sehemu ya makao makuu ya kata, na watu huko ndiko huduma ziliko kwa maana ya zahanati kwao. Tulikuwa tunashindwa wakati mwingine kupita mvua zikiwa nyingi, maji mengi lakini mpaka sasa lile daraja limekamilika, linavusha magari makubwa, mizigo mikubwa ambayo hata mingine hatuwezi kuieleza. Tunashukuru kwa ushirikiano wao kuhakikisha haya maendeleo yanapatikana kwenye kata yetu ya Lualaje, na wananchi wamefurahi sana eh, kwenye hii awamu ya sita ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu amefanya mambo ambayo kila mtu anaonekana, na hata sisi kabla hatujaenda huko kama chama wao huwa wanazungumza tuleteeni Samia, si tunampenda. Tuleteni Masache tunampenda. Tuleteni Tusalimu Mwaijande tunampenda, kwa maana wameona kazi walizozifanya. Maendeleo yoyote yanapatikana kwa hatua, uvumilivu, ushirikiano kuelekea utekelezaji wa miradi hiyo kwa pamoja hufanikisha upatikanaji wa miradi hiyo. Wananchi wa Lualaje, endeleeni kushirikiana katika kutekeleza miradi huku mkishirikiana